Kuna upande wa binadamu ambao hatupendi kuongelea, upande tuliozoea kuuficha, kuufunika na kuujazia kicheko cha juu juu. lakini ndani kabisa, kila mtu anao, hata wewe. Ni upande unaotufanya tuumize wengine bila kujua, kutaka kulipiza kisasi hata kwa jambo dogo, kuvaa sura ya tabasamu wakati mioyo yetu imejaa chuki, mashaka au tamaa. Na leo nitakuonyesha upande saba wa giza wa tabia za binadamu ambao unafanya watu wengi washindwe kujijua, kuwajua wengine na kuelewa dunia wanayoishi. Lakini kabla hujasikia yote, japokuwa unaweza kuhisi unawajua watu, unaweza kujikuta humjui mwanadamu hata kidogo. Baki hadi mwisho kwa sababu nitafungua kitu ambacho kinaweza kubadilisha jinsi unavyoona watu milele. Kama unapenda psychology, human behavior, emotional intelligence na kujielewa kwa udani, subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya sasa hivi. Washa kengele kwa sababu hapa tunavunja tabia za binadamu kwa mtazamo ambao watu wachache wana kareji ya kuuzungumzia. moja, hidden cruelty, ukatili wa siri. Kila mtu anadhani ni mzuri mpaka apate nafasi ya kuwa mkali bila adhabu. Ukatili wa siri sio lazima uwe wa kupiga au kutukana. Wakati mwingine ni kupuuza mtu anapokuamini, kuumiza hisia za mtu bila sababu, kufurahia kushindwa kwa mwingine na kutoa maneno yenye sumu kwa ucheshi. Saikolojia inaonyesha kwamba binadamu ana chembe ya ndani inayoitwa shadow impulse. Impulse hiyo inawasha hamu ya kumuumiza mwingine ili tu kujisikia salama au bora. Tunapenda kujiita wapole, lakini ukweli ni kwamba ukiondoa sheria na hofu ya matokeo, watu wengi huonyesha tabia zao halisi. Ukatili wa siri ndio chanzo cha gossip, character assassination na tabia ya watu kuumiza bila sababu na hii ni giza namba moja tunaloishi nalo kila siku. 2. impulse to hurt back, msukumo wa kulipiza. Hata watoto wadogo wana tabia hii. Unapoonekana kudharauliwa kuachwa au kupuuzwa, akili inataka kujibu, sio kwa makofi, bali kwa kimyani baridi, kutojali au kupunguza thamani ya mtu. Saikolojia inaita micro revenge behavior. Ni ndogo lakini inaumiza. Ameniignore, nitamuignore mara mbili. Amesema vibaya, nitafanya au nikani mjinga. Alinidharau, nitamuonesha nakubalika zaidi. Upande wa giza hapa ni kwamba mtu anahisi amepona, lakini roho ya kihui njaa yake ya kulipiza. Uvunjifu wa mahusiano mengi unatokana na impulse hii moja. Tatu, need for validation, ulafi wa uthibitisho. Hakuna kitu kinachotafutwa sana kama kutambulika lakini wengi hutafuta uthibitisho hata kwa gharama ya kupoteza utambulisho wao halisi. Ndiyo maana watu wanapenda likes kuliko ukweli, wanaposti maisha yasiyo yao, wanavaa sura ya uongo ili wasikubaliwe, bali waonekane, na wanatamani sifa hata pale hawastahili. Saikolojia inaita approval addiction. Ukiwa mtumwa wa hilo, huwezi kusema hapana, huwezi kukataa, huwezi kujisimamia. Unakuwa mtu ambaye anaishi kulisha macho ya watu badala ya nafsi yake huu ni upande wa giza unaokula maadili ya dunia kimya kimya. Nne, Invisible Envy, wivu usioonekana. Wivu ni hisia ambayo hakuna mtu anayekiri kuimiliki, lakini ndiyo hisia inayotawala dunia ya sasa. Wivu sio tu chuki, ni maumivu unayohisi roho inapomwona mtu ana kitu ambacho ungependa kuwa nacho. Na wivu haudhiriki kwa sura, unajificha kwa tabia kama kubeza mafanikio ya wengine, kupunguza thamani ya mtu kusema alipata bahati tu, na kutaka kusikia habari mbaya kuhusu mafanikio ya wengine. Invisible Envy ina nguvu ya kufanya marafiki kuwa maadui, ndugu kutengana, au watu kuanza mashindano ya kimya kimya. Huu ni upande wa giza ambao unaharibu jamii bila kelele. Tano, masking intentions, kuficha nia halisi. Binadamu ni viumbe wa kuficha mambo, tunavaa tabasamu tunapochukia, tunatoa maneno mazuri wakati mioyo imejaa sumu tunatoa ahadi ambazo hatuna nia ya kutimiza. Kwa nini? Kwa sababu saikolojia ya binadamu iliundwa kujilinda. Hii ndiyo chanzo cha usaliti, ghosting, manipulation, double life, marafiki wa uongo na mahusiano yasiyo na ukweli. Katika sayansi ya tabia inaitwa masking behavior. Ni giza ambalo karibu kila mtu analo na linaweza kusababisha maumivu yasiyotibika. 6. Dominance instinct, msukumo wa kutawala kila mtu anataka kutawala kitu. Wengine wanatawala kwa nguvu, wengine kwa akili, wengine kwa kimya, wengine kwa huruma iliyopindukia. Dominance instinct inajionyesha kwa kukontrol maamuzi, kukufanya ujisikie mdogo, kukupa lawama zisizo kwako, kutumia kimya ni kama silaha, kutumia pesa kama zana ya nguvu, na kutumia na kujali kama mtego wa emotional control. Hii ndiyo tabia ambayo inaunda bosses wabaya, marafiki wanaokukontrol wenza wanaokukandamiza kiakili na watu wanaotaka ulimwengu wawasikilize bila wao kumsikiliza mtu yoyote. Huu ni upande wa giza ambao unatengeneza viongozi wabaya na mahusiano yenye sumu. Saba. Self protective ego, ego inayojilinda. Ego ni mlinzi lakini, ni mlinzi ambaye hupoteza direction mara nyingi. Ego haipendi kukoselewa, hupenda kuonekana sahihi, hata ikiwa kumekosa kupenda kuonekana juu hata ikiwa chini. Ndio maana ego inatumia kujitetea kupita kiasi, kuhamisha lawama, kukatisha tamaa wengine, kutengeneza uongo wa kujilinda na kukataa ukweli unaoumiza ego. Kila mtu ana ego, lakini watu wachache wanaidhibiti. Wale masioweza wanaishi kama watumwa wa kivili chao wenyewe. Kama video hii imekusaidia kufungua macho kuhusu tabia za binadamu na upande wa giza tulionao, bonyeza subscribe, like na comment: niko tayari kujijua zaidi. Na kama unataka sehemu ya pili kuhusu dark psychology that controls you every day, niambia kwenye comments, nitaileta mapema. Asante kwa kutazama. Namkumbushe, kabla ujajua dunia, lazima ujijue wewe kwanza.